Kuna bomu la maji, wanasuka ngoma hapo, hii hapo. Mungu wangu ha. Nikupita sa kukimbia kwenye ama bomu, kwa sababu yako kila mahali na ajui mahali hapo atafanyaje kupita katikati, wache atakavyokuwa huyo, nakuya resi, resi mara kaskkk <laughs> ina maana amekanyaga, amekanyaga kitu, akitoa mguu hapo limenuka Njomba, anachimbua anaamua kufanya vitu vyake mwenyewe, ana machungu, anaema tu mwanaume amekanyaga dude hapo. Mzee akinyofoa mguu hapo, ameenda na maji. Fanyaje sasa? Amechimba ile bomu kwa makusudio alikimbie je? Yeah, atatoka hai, maana hakuna msaada. Mungu wangu ameshalichimba sasa hili lisimwai, akajiachia kaelekea wapi Kumbe jamaa alirukia, kuna kabonde fulani hapo, ndio hicho kilichomsaidia. Anaitwa Lanfeng. Anainuka kuchungulia, kitu kimepita. Mungu wangu, kuna sniper kumbe, yuko hapa kuda deki. Ni nikina nani sasa? Wameingilia mchezo ni kina nani? Akachungulia tena, ni kuna sniper kule, yuko maeneo haya. Msikaji kabidi akasereka. Kumbuka naye ni sniper, anajua kuhama. Oya, Igo Sporti Platoon namba moja, vipi? Nasema zee, kuna hapo mj... juu kuna kunguru mweusi yuko. Kunguru mweusi. Unajua kunguru mweusi we? Ha, Yoni zuna, wanazita black hawk hizo. Kwe, wow. Hale ni chini waze, Kasambuli ya na mneo. Mungu wa mgoe. Snipa na lenga huyo kosi we ha, kisike kisanga na emwana, ndo hii hapa Hipu na kulitame kule. Asema waze, kuna range, kuna snipa msinuke oh. Wazeni kwa hapa naomba msaada. Sasa kuna mjomba anaomba msaada yuko hapo. Akapigwa kwanza wewe mwingine. Sasa anajipeleka mwingine akamuokoe, akapewa na yeye. Wasema wazee msije. Msije! Tachimile. Ili oda. Akavuta pipe mshikaji anataka ajimalizie. Kamanda hapana. Hapana kamanda, usimalize usimalize, hapo kamanda usimalize no, kamanda hapana, jamaa anajiua, wetulia. Akapiga kwanza risasi ya mkono ili jamaa sifanyaje, asijiue. Alopiga risasi ni nani? Ni huyo snipa. Kwa hiyo snipa amefanya ujamaa sijiue ili watu wazidi kuingia ngasa, wafie hapo. Kainuka tu mmoja, akafa. Mshikaji akafunga macho, akajua hapa leo tumekwenda. Sasa tumfanyaje, mkuu Ambaye anaitoa maelezo yuko hapo katikati, kashalala shalala. Sasa mpumbavu wewe, msubirieni oda yangu tu, oda yangu tu, nimemwambia msije oh. Mmenisikia? Kwa hiyo anasubiriaga oda yake tu. Sasa kamanda mkuu, mtoa oda ndio ile kalala pale, watafanyaje? Jamaa akabidi avue nini, akavua hiyo elementi, asema tutaendelea kukaa hapa kufa hivi haiwezekani. Akaama chap chap chap chap chap. Kumbuka yeye ni sniper, kwa hiyo anajua, alafu akakro sasa watu wanashangaa jamaa anafanya nini? Anamziba nani? Anamziba ile sniper asimpate kwa kaso kusogelea pale. Anaonekana sasa jamaa kaanza kutoboa mti, ile sniper na anahesabu. Akitoboa mti mara tatu, maana yake ni kwamba risasi inaweza ikafika kamuua mtu iwa kupiga pale risasi, lakini tayari kashamsogeza mkali akamtoa pembeni, hey! Kosokoso mzee kabiringi tena nayo upande wa pili. Mungu wangu. Sasa jamaa anachukua position, inaonekana anamjua, sema mpe kitu Oya wazee, na sisi tuondoke sasa. Wakati nao anatumia nafasi ya kuondoka, kati yule Sniper kule, mfanyaje? Anamfukuzia mbwana la mfengi Sniper, huyo hapo mzee. Sniper analenga ndani ya sekunde hizo mbili, umeshakula kitu. Akifanya namna hii, Asema jamaa si hakikisha, atakisambia mna shida. Sekunde mbili zinaisha anakula kitu akiwa anatembea. Sekunde mbili hizo, kata kona, anakata kona kabla sekunde mbili <laughs> Woo! anakimbia sekunde mbili kisha kata kona, anakata kona, utampataje misida? Anajua mzee sheria za Sniper, sekunde mbili na pointi tano analenga Sniper, kata kona, Joma nakuja na koso. Mungu wangu akaambia, hey, una akaambia ona hey. hey, unaunipati anamkaribia Anasikia tu, yaani ukisikia tu arrive anakata kona. Sekunde mbili arrive. Anachumpa. Anachumpa namna hiyo. <laughs> Sasa ana crow. Kashamkaribia. Ina maana akimpata huyu tu mchezo umeisha. Langfeng ni muuni, alafu ni muuni soja. Sasa mjomba anatafuta na no usinipa wake. Aruka mimi. Akapona, eh. Huyo. Snipa nageuka. Ikakokiwa na kisigi mzee. Pigo ya kichwa.